Na mtazamaji, kwa wiki ya pili sasa, waumini wa kanisa la Pefa mtaani Rongai, kaunti ya Kajiado wamelazimika kufanya ibada nje ya kanisa hilo kufuatia mzozo uongozi, wa uongozi. Waumini hao walifunga kanisa ya kumzuia askofu wao kuingia kufuatia mzozo huo ulioendelea kwa miezi sita sasa, waumini wakimshutumu askofu kwa miongoni mwa makosa mengine ufujaji wa fedha na hata kukosa maadili. Robert Masai anaarifu zaidi. Don't Tofauti na Jumapili za hapo awali, waumini wa kanisa la Pefa mjini Rongai walifanya ibada nje ya kanisa hilo. Kwa wiki ya pili sasa wamekita kambi hapa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kanisa likiwa limetiwa kifuli. Waumini wanasema wamechukua hatua hiyo ili kuzuia vurugu katika eneo takatifu endapo askofu wao anayeandamwa na mzozo wa uongozi atarejea kanisani kufuatia amri ya mahakama. Hatutaki kuchafua madhabahu, ndiposa tukasema sasa tutashiriki nje na tutaweza kufanya ibada hapa nje. Na sisi kama washirika tukaamua kwamba tutafunga kanisa kwa sababu hatumtaki na hatutaki biashara zake Wanasema askofu huyo alivunja ndoa yake, amekuwa akitumia mamlaka yake vibaya, pamoja na matumizi mabaya ya fedha za kanisa, mbali na madai ya kanisa kuingiliwa na watu kutoka nje. Na amekuwa aking'ang'ana sana kuunganiza vijana hapa, lakini vijana wengi wanakataa. Wameapa kuendelea na ibada nje ya kanisa huku milango ikisalia kufungwa hadi pale uongozi wa kanisa la PEFA nchini utaingilia kati na kutatua mzozo huo ambao sasa unaingia mwezi wa sita. Robert Masai, runinga ya Citizen, Rongai, kaunti ya Kajiado.